Disemba 2025, jiji la Uvira lililoko kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapotea kwenye mikono ya wanamgambo wa M23 wakishirikiana na Alliance Fleuve Congo, AFC, chini ya uongozi wa Corneille Nangaa. Uvira ni jiji la kikaboni na bandari muhimu kando ya Ziwa Tanganyika, karibu na mpaka na Burundi na ni kitovu cha biashara ya ndani na kigeni. Ushindi huu wa ghafla unasababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi, wengi wao wakikimbilia vijijini au nchi jirani, huku maduka, shule na taasisi za umma zikifungwa. Wanamgambo wa M23 wanapanda barabara za mji wakiwa wamebeba silaha na vifaa vya kivita wakionyesha nguvu na kudhihirisha kuwa wanadhibiti jiji. Watu wengi wanashuhudia nyumba zikifungwa kwa nguvu. Baadhi ya wananchi wakikamatwa au kupewa amri za kuondoka haraka. Hali ya hofu inazidi kukua, na wakiwa wameshika miji ya jirani, wakazi wanajikuta katika hali ya kutokuwa na usalama wa kimwili na kiikolojia. Corneille Nangaa, kiongozi wa AFC, anapewa nafasi kubwa ya kuonekana katika picha za propaganda zinazotolewa na wanamgambo. Hafurahi wala hofu Bali anajaribu kuonyesha uthabiti na kudhibiti umma akitumia lugha ya kidiplomasia na maneno ya kuhamasisha wanamgambo wake. Hata hivyo, viongozi wa mitaa na wananchi wanashuhudia ukiukwaji wa haki za binadamu na ukiukaji wa sheria za kijumla. Mbali na madhara ya moja kwa moja, utukaji wa Uvira unaathiri biashara ya kimataifa. Bandari ambayo kwa kawaida inashughulikia usafirishaji wa samaki, mahindi na bidhaa nyingine imefungwa au kudhibitiwa kwa nguvu. Hii inasababisha upungufu wa chakula, bei kuongezeka na hali ya wasiwasi miongoni mwa wakazi wa miji jirani. Shule na hospitali zinapoteza huduma na mashirika ya misaada yanakabiliana na changamoto kubwa kufikia wakazi waliokosa makazi. Utukaji huu unafanywa muda mfupi baada ya makubaliano ya amani ya Washington, kati ya Rais wa DRC Felix Tshisekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame, makubaliano yaliyokuwa yakitarajiwa kuleta utulivu. Hata hivyo, tukio la Uvira linaonyesha kuwa migawanyiko ya kisiasa na kihalisia bado ipo, na kwamba mapambano ya kijeshi yanaweza kuharibu mara moja matumaini ya amani. Wakati wa usiku, wakazi waliokimbia wanakusanyika katika maeneo ya hifadhi huku familia nyingi zikijikomtekomtea kuhusu hatima yao. Hali ya hofu na kutokuwa na uhakika inazidi kushikilia jiji lote. Utukaji wa Uvira unaonyesha wazi kuwa hali ya usalama katika mashariki mwa DRC bado ni tete, na kwamba nguvu za kigaidi na kisiasa zinaweza kubadilisha hali kwa sekunde chache. Baada ya uchukaji wa Uvira na M23 kuonyesha nguvu zake, shinikizo la kidiplomasia limeanza kuibuka haraka. Muktadha huu ni mgumu na unahusisha mataifa mbalimbali, mbali, viongozi wa kikanda na mashirika ya kimataifa. Makubaliano ya amani yaliyosainiwa Washington kati ya Rais Felix Tshisekedi wa DRC na Rais Paul Kagame wa Rwanda yalitarajiwa kuleta utulivu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vitendo vya M23 vinaonyesha wazi kuwa mapambano ya kivita bado hayajaisha. Mara tu M23 iliposhika Uvira, Marekani chini ya utawala wa Donald Trump ilionyesha wasiwasi mkubwa. Washington ilitishia kuzuia au kupunguza ushirikiano wa kidiplomasia na Rwanda ikiwa shinikizo la M23 litaendelea, huku ikisisitiza utekelezaji wa makubaliano ya amani. Shinikizo hili la kidiplomasia lilikuwa muhimu kwani linaonyesha kuwa si kila jambo linaweza kutatuliwa kwa nguvu za silaha pekee. Msaada wa kimataifa na ushawishi wa serikali za nje unakuwa kigezo kikubwa katika mchakato wa amani. Kwa upande mwingine, Qatar kupitia mchakato wa amani wa Doha iliweka msingi wa kuunda mazungumzo mapya kati ya pande zinazozozana. Makubaliano ya Doha yaliyoanza Novemba 2025 yalihitaji pande zote kutekeleza hatua za kuonyesha dhamira ya amani. Kuondolewa kwa wanamgambo wa M23 kutoka Uvira kunachukuliwa kama ishara ya kujaribu kuonyesha ni pande zinazotaka amani. Hata hivyo, baadhi ya wakazi na wachambuzi wa kisiasa wanaona hatua hii kama ufumbo wa kidiplomasia, ikiwa ni mbinu ya kijasusi kuimarisha nafasi ya kikundi bila kuacha ulinzi wa mikoa mingine muhimu. Kinachojitokeza hapa ni mchanganyiko wa masilahi ya kikanda. Rwanda ina masilahi ya kijiografia na kisiasa mashariki mwa DRC, huku DRC ikijaribu kudumisha mamlaka yake na kulinda wananchi wake. Marekani na Umoja wa Mataifa wanashirikiana kushinikiza makubaliano ya amani, lakini hofu ni kuwa hatua za kigaidi zinaweza kudhuhusisha juhudi hizi na kuleta mapambano mapya wa wakazi wa Uvira, muktadha huu wa kidiplomasia ni jambo la mbali na maisha yao ya kila siku, lakini linaathiri hatima yao. Shinikizo la kimataifa linaweza kuleta amani, lakini pia linaonyesha kuwa uhusiano wa kisiasa na mabavu ya kimataifa unaweza kubadilisha haraka hali ya usalama. Wakati huu kila uamuzi wa kisiasa unaangukia moja kwa moja kwenye maisha ya kila mtu, kutoka mfugaji wa samaki kwenye Ziwa Tanganyika hadi mfanyabiashara mdogo anayejaribu kudumisha biashara yake chini ya hali ya hofu. Hali hii ya kisiasa na kidiplomasia inatoa picha wazi ya mgongano wa nguvu kati ya silaha na ushawishi wa kimataifa ikionyesha kuwa mashariki mwa DRC ni eneo linalohitaji uangalizi wa karibu wa kimataifa na kwamba makubaliano ya amani hayana maana ikiwa hayataungwa mkono na hatua thabiti za utekelezaji. Mnamo tarehe 15, 16 Disemba 2025, 23 kupitia Alliance Fleuve Congo, AFC, chini ya uongozi wa Corneille Nangaa ilitangaza kuondoa wanamgambo wake kutoka Uvira kwa hiari yao. Tangazo hili la kushangaza liliibuka kama hatua ya kidiplomasia kuonyesha nia ya kushirikiana na mchakato wa amani wa Doha, ukilenga kuimarisha mazungumzo kati ya DRC, Rwanda na wadau wa kimataifa kama Marekani na Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kuondoka kwa M23 hakukuwa rahisi wala mara moja. Wanafuatiliaji wa mitaa na wanahabari waliyashuhudia wanamgambo bado wakiwa ndani ya mji, wakiwa wanapanga vifaa, kudhibiti barabara na kuhakikisha hawapunguzi nguvu zao kaskazini na kusili mwa jiji. Wanakandarasi wa mitaa waliendelea kuwa na hofu, wakitazamia kila hatua ya wanamgambo kama ishara ya mashambulizi ya mara kwa mara. Tangazo rasmi lililotiwa saini na Corneille Nangaa Yobeluo liliweka wazi masharti ya kuondolewa. Dhamira ya amani: wanamgambo walisema hatua hii ni ishara ya kuonyesha kuwa wanasaidia mchakato wa amani, ikiwemo demilitarization ya Uvira. Ulinzi wa raia: waliitaka mamlaka na wadau wa kimataifa kuhakikisha ulinzi wa wananchi na miundo mbinu ya umma. Kuzingatia nguvu za kigeni: walionya kuwa Hawatokubali mashambulizi kutoka kwa vikundi vinavyoshirikiana na FARDC au makundi mengine ya kiraia. Hali ya kuondoka ilianza polepole pole. Barabara kuu ziliyofungwa kwa muda na baadhi ya wanamgambo waliendelea kupiga doria kuimarisha ulinzi. Hii ilionyesha kuwa ingawa ni hatua ya kidiplomasia, M23 bado walihitaji kuhakikisha wanadhibiti nafasi muhimu kijiografia, kuhakikisha hatimaye hawapati hasara kubwa katika mchakato wa kisiasa. Kwa wakazi, kuondoka kwa M23 kilileta changamoto na matumaini mchanganyiko. Wengine waliona ni ishara ya utulivu unaokuja, wakianza kupanga kurudi nyumbani, huku wengine wakihofia mashambulizi mapya au kuingiliwa na vikundi vya kigaidi vilivyo tayari kushikilia nafasi za kijeshi. Shule na hospitali zilianza kufunguliwa taratibu, lakini hali ya kawaida bado haikurejea kikamilifu. Kuondoka kwa M23 pia kulitafsiriwa kama ushindi wa kidiplomasia wa Marekani na wadau wengine wa kimataifa ambao walitumia shinikizo la kisiasa na vitisho vya kiuchumi kuchochea hatua hii. Hata hivyo wachambuzi kuwa, wa kisiasa walisisitiza kuwa hatua hii ni ya muda mfupi na kudumisha amani hakutakuwa rahisi bila kuanzishwa la jeshi la mpito la kikanda au la kimataifa ili kusimamia mji na kuhakikisha makubaliano yanadumu. Sura hii inaonyesha wazi kuwa kuondoka kwa wanamgambo sio mwisho wa migongano bali ni mwanzo wa mchakato mgumu wa kuimarisha amani, kulinda wananchi na kuhakikisha kuwa Uvira inarudi kuwa jiji lenye usalama na maendeleo. Ingawa kuondoka kwa M23 kutoka Uvira kulionekana kama hatua chanya kwa mchakato wa amani, hali halisi bado ni tete. Mji umeachwa na nafasi wazi za kijeshi na huku hakuna jeshi la mpito la kimataifa lililoko tayari kudhibiti usalama, wakazi wanabaki katika hatari ya mashambulizi na ukiukwaji wa haki zao. Moja ya changamoto kuu ni uharakishaji wa vikundi vingine vya silaha kama vile FRDC na milisia za kijamii au kikundi cha wenye viti wa kabila, ambao wanaweza kujaribu kutumia nafasi hii kudhibiti maeneo muhimu. Wakazi wanahofia kuwa mapambano mapya yanaweza kuzuka bila tahadhari, huku familia nyingi zikikosa makazi na huduma za msingi. Shule na hospitali zinajaribu kufungua, lakini hofu na migongano ya kisiasa inakwamisha huduma hizi kufikia wananchi kikamilifu. Changamoto nyingine ni uchumi na upatikanaji wa huduma. Bandari ya Uvira ambayo kwa kawaida huimarisha biashara ya samaki, mazao na bidhaa nyingine bado iko katika hali ya kushikiliwa na wachunguzi wa kisiasa na kijiografia. Biashara ndogo ndogo zinapata hasara kubwa na bei ya chakula na bidhaa muhimu inapanda. Hali hii inachangia dhiki ya kifamilia na hofu ya kudumu miongoni mwa wananchi. Aidha, migawanyiko ya kisiasa na kihalisia katika mkoa wa Kivu Kusini inachangia hatari kubwa. M23 bado inadhibiti sehemu za mashariki na kaskazini mwa mkoa, na hatua zao za kisiasa zinaashiria kuwa wanataka kudumisha nafasi yao ya nguvu. Kwa upande mwingine, serikali ya DRC inajaribu kudumisha mamlaka yake bila kuanza mashambulizi makubwa, kwani kufanya hivyo Kungeweza kuvuruga makubaliano ya amani ya Doha na kuleta mvutano na Rwanda. Shinikizo la kidiplomasia kutoka Marekani, Umoja wa Mataifa na wadau wengine limeisaidia DRC kudumisha mpango wa kidiplomasia, lakini utekelezaji wa hatua thabiti ni changamoto kubwa. Wakazi wanahitaji ulinzi wa haraka, huduma za kibinadamu na uhakika wa kuwa masharti ya amani yanafuatwa. Bila haya amani inaweza kuwa ya muda mfupi tu, na hatari ya mapambano mapya yanayoashiria vita ya mara kwa mara inabaki. Kwa hivyo sura hii inaonyesha wazi kwamba kuondoka kwa M23 hakumaanishi amani ya kudumu; ni mwanzo wa mchakato mgumu unaohitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali, wakazi, wadau wa kimataifa na hata baadhi ya wanamgambo wenye nia ya amani. Hatari za kiusalama, za kijamii na za kiuchumi zinahitaji hatua za dharura. Vinginevyo, Uvira inaweza kurudi kwenye hali ya mgongano wa mara kwa mara. Baada ya kuondoka kwa M23 kutoka Uvira, jiji linaanza kuona ishara za mwanga wa amani ingawa hali bado ni tete. Hatua za kidiplomasia zinazohusisha serikali ya DRC, Rwanda pamoja na wadau wa kimataifa kama Marekani, Umoja wa Mataifa na Qatar zinaanza kuibua matumaini mapya kwa wakazi waliokumbwa na hofu. Mchakato wa amani wa Doha unaendelea huku pande zote zikitakiwa kutekeleza makubaliano ya kimsingi. Demilitarization ya Uvira, ulinzi wa raia na uwekaji wa jeshi la mpito la kikanda lililo neutral kuimarisha uthabiti. Hatua hizi ni muhimu kuhakikisha kuwa Uvira inarudi kuwa jiji lenye usalama na kuondoa hofu iliyojaa miongoni mwa wakazi. Wakazi wanaanza kurejea taratibu nyumbani, familia zinapanga maisha yao upya na baadhi ya shule na hospitali zinaanza kutoa huduma kwa kiwango cha msingi. Shughuli za biashara zinapewa mwanya wa kurejea na bandari ya Uvira polepole pole inafunguliwa ikiruhusu usafirishaji wa samaki, mazao na bidhaa nyingine. Hata hivyo, kila hatua ya kurejea kwa kawaida inaambatana na tahadhari kubwa, kwani hatari za kijamii na kigaidi bado zipo. Kuondoka kwa M23 kunachukuliwa kama ushindi wa kidiplomasia, kuonyesha nguvu ya shinikizo la kimataifa. Lakini wachambuzi wa kisiasa wanasisitiza kuwa kudumisha amani kunahitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali, jeshi la mpito, raia na wadau wa kimataifa. Bila utulivu wa dhahiri, mapambano yanaweza kuibuka tena na hali ya Uvira kuwa kitovu cha migongano ya kikanda inaweza kurejea. Mwanga wa amani unaonyesha kuwa hatua ndogo za kidiplomasia, shinikizo la kimataifa na nia ya makini ya pande zote zinaweza kuleta mabadiliko chanya hata katika eneo lililoathiriwa kwa muda mrefu na vita. Hatua za mara kwa mara kuhakikisha usalama, ulinzi wa raia na maendeleo ya kiuchumi ni lazima ili kudumisha amani. Sura hii inahitimisha kuwa hali ya Uvira ni ishara ya matumaini na changamoto. Matumaini kwa kuwa wanamgambo wameondoka, wadau wa kimataifa wameshuhudia hatua za kidiplomasia na changamoto kwa kuwa kudumisha amani kunahitaji jitihada endelevu, uwajibikaji na mshikamano wa pande zote. Mwanga wa amani ni uwezekano lakini lazima uendelezwe kwa vitendo vya dhahiri ili wananchi wa Uvira waishi katika usalama na huru. Usisahau kujiunga na chaneli yetu ili kupata habari mpya na hadithi za kusisimua kila wiki.